Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya habari ambazo sasa hivi hapa zina make headline ni kuhusiana na hii issue ya Bibi Zari, the boss lady, kudaiwa kodi. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba Zari bwana alikuwa akidaiwa kodi

Zari, tunafahamu kwamba Zari ni mfanya biashara lakini pia vilevile biashara zake pia nyingine amezirisi kutoka kwa mumewe ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Ivan, ambaye amezaa naye watoto watatu wa kiume eh, bwana. Sasa Ivan alivyofariki, tunafahamu kwamba Ivan alikuwa ni tajiri haswa bwana. Wote hao walikuwa ni Waganda lakini walikuwa ni matajiri. Ivan alikuwa tajiri haswa, na alikuwa ana na shule ambazo ni college, ambazo ziko kule South Africa. Inasemekana kwamba Zari ndiye anaye ziendeleza sasa hivi. Sasa basi kutokana na deni hili la Zari kudaiwa pesa hizo za kodi hapa wadau na soko, kuna page hapa imekuja kuripoti, wameandika kwamba Zari kudaiwa kodi eh, karibia kiasi cha shilingi za Kitanzania almost bilioni moja kasoro. Je, ni ule msemo wa mali za marehemu huwa zinaondokaga na mwenyewe? Mm? Unataka ku kujidhihirisha. Watu wanajiuliza hapo kwamba e, Zari anadaiwa takriban milioni mia saba yani, nakaribia bilioni za kitanzania kwenye kodi kwao. Wadau wanasema kwamba hii ni pesa ambayo inadaiwa kodi kutokana na biashara ambayo alikuwa na mumewe Ivani. Sasa wadau wanasema kwamba je, unavyohisi ni kwamba e, hii ndo ule msemo unaosemwaga na Waswahili kwamba marehemu akifa na mali zake zinateketea e, unataka kujidhihirisha Unaambiwa kwamba inaripotiwa mfanyabiashara Zari the boss Lady, anadaiwa kodi na mamlaka ya huduma ya nchi ya Afrika ya Kusini ambayo inafahamika kwa jina la SARS, yani South Africa eh, Revenue Service kiasi cha randi milioni tano takriban shilingi za kitanzania milioni 700 za kibongobongo. Taarifa hiyo imeelezwa awali, Zari alikuwa anadaiwa randi milioni tatu tu na alipewa barua ya onyo la mwisho Agasti mwaka jana la kutakiwa alipe pesa hiyo ya kodi lakini kutokana na, kuto, na kinachodaiwa kwamba yeye kutozingatia onyo hilo kodi ikajilimbikiza pamoja na faini hadi kufikia randi milioni tano nukta moja. Zari na mzazi mwenzie wa kwanza kabisa ambaye anafahamika kwa jina la Ivan Semwanga walikuwa waki, walikuwa ni kivutio cha watu wengi mashariki na kusini mwa Afrika kutokana na maisha yao yaliyo waliokuwa wakionyesha wana utajiri mkubwa, lakini ikumbukwe pia Ivan alifariki tokea mwaka 2017 so ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.